vita uzidi kuomea unane apate kuna tabia njema, okay. Tabia mtoto wake ilizidi kuzorota bila maisha hadi akaweza kushiriki katika wizi na mambo mengine ambayo yaliweza kutatarisha maisha yake. Yule mtoto licha ya e kuwa mtu mkubwa, alitiwa gerezani aksiomoja na mbili akahuduki kifungo chake, baadaye kurejea imani. Ama mzazi hakuchoka na mwanawe, bali kwake Alizidi kuishi na matumaini ya mama mwanawe wataweza kubadilika na kuwa kiumbe kizuri, kama tulivyoitwa na Suluhu, viumbe vya tabu. Pengine amesikia kuhusu huyu mtoto, bado bado kiumbe cha ajabu, lakini uzuri ni kwamba sote tumeungwa kwa sura na mfano wake twe viumbe ni sawa, tuitwe wanadamu bado, tutafuatana na hivyo. Huyo mtoto siku moja walikupanga njama kwenda kuiba kwenye super market moja huko Amerika, na walipoenda kwenye super market ile

mdoto achizosiwati kiilese lakini kwa bahati i mbaya abanizuri zumia mambaya zimbi. Wale vijana walikuwa na bunduki, walikuonea kama amelekeza bunduki kwao, walichokua yao haraka na mmoja kapiga we mkuu wa polisi na kamuua. Aliyetoa bunduki alikimbia. Huyu mwingine aliegamana naye alikamatwa, na aliyeshuhudia tukio lile waliwekelea huyu kijana ya kwamba ndiye aliyeua, na kwa kweli hakuwa ameua, na kwenye mashtaka na hukumu kutolewa, ukijana alihukumiwa kunyongwa. Aliwekwa gerezani ali ali kwa kipindi cha miaka minane. Mama mzazi alikuja kumtembelea mwanawe kila juma. Abaka mama mzazi alimpa mwanawe matumaini, kumwambia ka hata kama alikosa haki haki Huyu kijana aliishi amesomonemka akijua kwamba sio yeye alitoa gunuki na kumgonga ama kumuua yule mkuu wa polisi, na hata wale ambao walishuhudia waliko kweli walisimama na uongo, na kijana licha tatu